Tuna imani na kaimu. Katika wilaya yetu ya Mbinga tuna... kuna kikundi cha wanawake kinaitwa Balawala ambacho kina zalisha nishati mbadala. Tuna kampuni ya Jitegemee inazalisha nishati ya mbadala pia. Tuna dae naye anazalisha nishati mbadala kwa namna moja au nyingine. Anaisha namna gani tunaenda kujikwamua kutoka ili dimbwi la uharibifu wa mazingira, kwa sababu jamii sasa ya wanambinga inaanza kutumia nishati mbadala badala ya kutumia mkaa au kutumia kuni, hivyo tunaunga jitihada zenu za NGO kukabiliana na ukaufu au uh, ukame kwa kutumia nishati mbadala. Nitoe rai, najua mna miradi mingi ambayo mnao na kwenye kipengele hiki cha nishati mbadala, mwangalie na sisi kama Mbinga, ni wadau wakubwa sana wa nishati mbadala. mafunzo oye. Ni wazi kwamba hali hii ikiendelea, hii ya ukataji kataji miti, ipo hatari ya kupungua kwa kina cha maji, mvua kutokuwa na uhakika, na hatimaye kukumbwa na upungufu wa, wa chakula na changamoto nyinginezo za kijamii na za kiuchumi zitakazoathiri maendeleo yetu. Hivyo basi tunapasa kuchukua hatua makusudi na haraka ili kuzuia madhara makubwa zaidi. Kwa sababu hiyo napenda kuishukuru tena yog kwa kuichagua wilaya ya Mbinga na wilaya ya Songea kwa utekelezaji wa mradi huu muhimu wenye tija kwa taifa letu. Mmefika wakati sahihi na mahali sahihi. Hakika kinga ni bora kuliko tiba, ni busara kuchukua hatua mapema kuliko kusubiri madhara. Matarajio ni ongezeko a la wanawake na vijana katika kushiriki shughuli zinazohusu usimamizi wa rasilimali za maji lakini pia mahusiano bora kati ya uh, ofisi ya Bonde la Mto Ruvuma, tawala za mikoa, uh, tawala za mikoa, wilaya na serikali za mtaa, pamoja na jamii inayozunguka ili kujenga na kuwa na utawala shirikishi unaozingatia usawa wa kijinsia kwa ajili ya kujenga jamii endelevu. Na majumuisho, mradi huu utasaidia katika kuhamasisha na kutoa elimu kwa hawa watumiaji, ambao walengwa wakuu na waathirika wakuu katika matumizi ya maji. Tunajua sisi hata tunapounda hizi jumuiya zetu, wanawake wanazingatiwa katika kuunda zile kamati za kusimamia maji, wanawake ndio waathirika wakubwa lakini wanawake ndio wakielimishwa, hiyo elimu inakuwa endelevu kwa sababu wao ndio wanakaa na watoto, lakini wao ndio wanakaa na wazee wetu, yale makundi maalum e, lakini pia tuna watoto pia wanaathirika kwa sababu wengine wanakosa kwenda mashuleni kwa wakati, na pia kundi lingine kuu ni la vijana ambao tunajua hawa wana nguvu na kuweza kuhamasisha wazee na watoto katika kusimamia rasilimali za maji. Huwezi kuzungumzia thamani ya binadamu ukaacha au ukamtoa nje ya mazingira. Na kwa sababu miaka miwili mitatu iliyopita tulifanya sherehe ya hati maalum ya Kanisa Katoliki utunzaji wa mazingira Laudato Si, na tunaendelea kutekeleza maazimio hayo tuliyoweka katika mkutano mkuu wa Afrika Mashariki na Kati tuliofanyia Dar es Salaam Msimbazi 2022. Sasa tunategemea nini baada ya semina hii baada ya mkutano huu? <coughs> mimi kama mdau mkuu, kama nilivyosema, kwanza, kwa upande wa rasilimali maji aa, matumizi yetu ndani ya kanisa ni makubwa tuna licha ya kutumia kwenye, kwenye matumizi ya nyumbani, lakini tuna taasisi mbalimbali, tuna mashule, tuna taasisi za afya, zote zinahitaji maji, lakini tuna viwanda vidogo vidogo, vyote tunahitaji maji. Kwa hiyo baada ya kupata semina hii, ninarudi na kukaa na vyombo vyangu katika jimbo vya maamuzi, kuona namna gani tunashirikiana kwa pamoja, na kwa namna pekee kushirikisha vijana, akina mama na makundi mengine maalum katika maamuzi ya matumizi na utunzaji wa rasilimali maji. Lakini sio hilo tu, kuona namna gani tunaweza kuendelea namna ya uhifadhi wa mazingira ili rasilimali maji ipate kuendelevu vizazi kwa vizazi.